Upande wa muda tayari umetimia saa mbili kamili za usiku. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Rehema William Rotora, na kwanza ni muhtasari wake. Wajumbe wa kamati ya maadili katika mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Bukoba wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa weledi. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mwanza limesema linachunguza chanzo cha moto uliotokea katika maduka eneo la barabara ya Rwagasore jijini Mwanza na wanamgambo wa RSF wa ushambulia tena kwa droni uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum nchini Sudani kwa siku ya pili mfululizo. So, habari kamili. Bukoba. Wajumbe wa kamati ya maadili katika mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Bukoba wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa weledi na kuzingatia matakwa ya viapo vyao katika kusikiliza na kutoa maamuzi ya malalamiko yanayotolewa na wananchi kuhitaji kupata haki. Wito huo umetolewa na jaji wa mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Bukoba, Jaji Gabriel Malata wakati akimwakilisha jaji mfawidhi wa mahakama hiyo Imakulata Banzi kwenye zoezi la kuapisha wajumbe wa kamati ya maadili watakayofanya kazi ndani ya mahakama hiyo. Jaji Malata amesema nafasi hiyo ni adhimu na ni muhimu kutenda haki kati ya mlalamikaji na mlalamikiwa. Kazi hiyo sasa ni ya kumtendea haki au kuwatendea haki watu hao wawili, mlalamikaji na mlalamikiwa. Tekelezeni majukumu yenu kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa, lakini na kwa kuzingatia viapo vyenu. Aidha, baadhi ya wajumbe wa kamati hiyo akiwemo bwana Andrew Kahabuka wamesema watajitahidi kutenda haki bila kuwa na upendeleo. Kama wajumbe wa kamati ya maadili, tumejipanga kuhakikisha kwamba maafisa wetu wa mahakama wanafanya kazi kwa uadilifu, kwa weledi na kwa kuzingatia miongozo, kanuni za sheria na utaratibu. Mwanza. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mwanza limesema linaendelea kuchunguza ili kubaini chanzo cha moto uliotokea katika maduka ya wafanyabiashara kwenye barabara ya Rwagasore jijini Mwanza. Taarifa hiyo imetolewa na kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto ACF Elisha Mgisha wakati akizungumza na Redio Kwizera kufuatia tukio la moto lililosababisha maduka 19 kuteketea kwa moto huo. Kwa mujibu wa ACF Mgisha, amesema uchunguzi wa awali umeanza na utaendelea hadi chanzo halisi cha moto huo kitakapobainika. Tunaendelea kufanya chanzo cha moto, lakini taarifa za awali zinaonyesha kama kuna aa watoto wa mitaani walipita wakawa wanavuta ile mita, kama wanataka kuing'oa hivi sasa. Baada ya kuchezesha nyaya, ikaenda kuleta cheche ndani ya duka ambayo ilikuwa wanauza magodoro, yaani ni nje walivutavuta, lakini watu baada ya muda fulani, wapita njia wanaona kama moshi ulitokea kule. Kwa hiyo tunaendelea kwenye uchunguzi wa kina, lakini cha awali ni kwamba walipita watoto wakawa wanavuta ile, ile ile mita pale maduka yapatao kumi na tano hivi tumehesabu milango, lakini bado sahivi wanatafuta wamiliki moja moja. Aidha, kamanda huyo ametoa wito kwa wananchi kuzingatia tahadhari dhidi ya majanga ya moto na kuhakikisha wanatoa taarifa mapema kwa kupiga namba ya dharura ya bure ya mia moja kumi na nne pindi wanapoona dalili au tukio la moto mahali popote. Muleba. Mkuu wa wilaya ya Muleba mkoani Kagera, Dkt Abeli Nyamahanga amewataka watendaji wa vijiji na kata kuhamasisha wananchi kutumia haki yao ya kikatiba kujitokeza kupiga kura ifikapo Oktoba 29. Akizungumza katika kikao cha maafisa tarafa, watendaji wa kata na vijiji, Dkt Nyamahanga amesema uchaguzi ni fursa muhimu kwa wananchi kuchagua viongozi wanaowataka, hivyo ni wajibu wa kila mmoja kushiriki kwa amani bila vurugu wala uchochezi. Amesisitiza kuwa serikali haitasita kuchukua hatua dhidi ya mtu atakayehatarisha amani wakati wa kipindi cha uchaguzi huku akiwataka watendaji wote kuhakikisha wananchi wanapata elimu sahihi ya umuhimu wa kupiga kura. kama watendaji katika ngazi ya kata, katika ngazi ya vijiji, ngazi ya kata na ngazi ya tarafa, tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unakuwa salama. Moja, watu wanakwenda kupiga kura na si, tukumbuke kwenda kupiga kura. Kwenda kupiga kura tunasema ni haki ya kikatiba, ni haki ya wananchi, wanatakiwa kwenda kupiga kura. Nawaambieni wawahi kwenda kushiriki zoezi la kupiga kura baadhi ya watendaji wa vijiji na kata wilayani Muleba wameahidi kudumisha umoja na mshikamano kama silaha ya maendeleo ili kuwa na uchaguzi wenye amani katika wilaya hiyo. Nyangwale. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU nchini imezitaka taasisi za shule kuendelea kuwafundisha watoto juu ya kupinga vitendo vya rushwa kupitia klabu za wapinga rushwa shuleni. Mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Crispin Chalamila amesema hayo akiwa wilayani Nyang'hwale mkoani Geita katika uzinduzi wa jengo la TAKUKURU la wilaya hiyo. Amesema kuendelea kutolewa kwa elimu ya kupinga rushwa kwa wanafunzi na makundi mengine kutasaidia kukuza uelewa katika jamii na kujenga taifa lenye nidhamu. Kupitia adhiraini inatoa wito kwa shule zote za msingi na sekondari mkoani Geita na hususan wilaya ya Nyang'wale ambazo baado hazijafungua klabu za wapinga rushwa zifanye hivyo na takukulu itazifikia ili kuwapatia elimu. Takukulu inaamini kwamba tukiwaelimisha na kwa kuhamasisha vijana kuichukia rushwa, tutajenga taifa la wazalendo wasioivumilia kabisa rushwa. Vilevile, katika jitihada za kuzuia vitendo vya rushwa, takukulu inajitahidi kuendelea kuimarisha na kuhamasisha vikundi vya sanaa kutumia sanaa zao kufikisha ujumbe dhidi ya rushwa kwa jamii, kama ambavyo tumeshuhudia hapa vikundi vya ngoma kutoka Nyangwale pamoja na Chato ambao ambao wametupa burudani huku pia wakituelimisha. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Khartoum, chanzo cha kijeshi nchini Sudani kimesema leo kwamba wanamgambo wa RSF wameushambulia tena kwa droni uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Khartoum kwa siku ya pili mfululizo. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Sudani ilikuwa imetangaza kufunguliwa kwa uwanja huo leo baada ya maandalizi ya kiufundi kukamilika, lakini kufuatia mashambulizi mapya, haijulikani kama shughuli zitaanza kama ilivyopangwa. Jana Jumanne, mlipuko kadhaa ilisikika karibu na uwanja huo wakati mkuu wa jeshi Abdel Fatahi Ali Burhani akiahidi kuangamiza uasi wa RSF. Vita kati ya jeshi la RSF vinavyoendelea tangu Aprili 2023 vimeua maelfu ya watu na kuwafanya takribani milioni 12 kuyahama makazi yao. Jerusalem. Serikali ya Israeli imetangaza leo kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Macro Rubio atakutana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu siku ya Ijumaa mjini Tel Aviv. Ziara hiyo inafanyika wakati utawala wa rais Donald Trump ukijaribu kuimarisha makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza yaliyofikiwa zaidi ya wiki moja iliyopita. Mapema leo, Netanyahu akizungumza mbele ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance ambaye yuko ziarani nchini humo, amesema Israeli inasimamia usalama wake yenyewe na si mlinzi wa Marekani aliongeza kuwa serikali yake itaendelea kupambana na Hamas na kuzuia tishio lolote jipya katika ukanda wa Gaza. Katika shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 wanamgambo wa Hamas waliuawa takribani watu 1200 wengi wao wakiwa raia na kuchukua mateka 251, tukio lililoanzisha vita vinavyoendelea hadi sasa. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Wajumbe wa kamati ya maadili katika mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Bukoba wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa weledi. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mwanza limesema linachunguza chanzo cha moto uliotokea katika maduka eneo la barabara ya Rwagasore jijini Mwanza. Na wanamgambo wa RSF waushambulia tena kwa droni uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum